Hapo wa walipomchukua Joeli wakampeleka polisi Kawe, walipomfunga Joeli chizi, ili lipigiwa simu, wanasema Joeli chizi eh, yeah, Joeli chizi na, na ni kweli alikuwa chizi? Hamna, hakuwa chizi Joeli. Joeli alikuwa ni, lakini polisi wakambeba kwamba chizi chizi. Yeah. Hey. Nikasema Joeli chizi kaupata lini uchizi? Na kuhusu swala la kumilikisha kwa Fort Thomas Mambingu, mimi nilimuuza, kwa nini namuingiza Fort Thomas Mambingu, kwa sababu je ni share ama sio share? Alinijibu Joeli ni mtoto mdogo na Lydia hayuko hapa ndani kuna mwingine haiko hapa ndani, ninaamini hawatapata chochote kwa hiyo, elfu mbili na saba mpaka mzee anafariki kwenye nyumba hii, hujawahi kumwona bibi Happiness. Hakuwahi kuishi hapa ndani Happiness. Kuja kuishi hapa ndani ni kipindi cha msiba, alipoingia hapa ndipo alipoanza kuishi na ndipo wale waliokuwa wakiishi hapa ndipo wanza kutolewa moja moja kwa kutumia polisi kwa kutumia yo, polisi. Kutumia polisi. Kwa polisi. Joeli alitolewa kwa kwa kutumia nguvu ya polisi. Tena kwa nyuma. Kimkuku mkuku alitoka na kaptula yake na nguo yake ya juu. Inaonekana ni chizi anatakiwa aende Mirembe. Kamati imeona kwamba haikuwa sawa kwa kiwanja namba 39 kitarudi kujumuishwa kwenye mirathi ya marehemu, kwani yapo mazingira ya wazi ya dhahiri ambayo yanaonyesha kuwa marehemu alitoa kiwanja hicho angali yupo hai, hivyo sio sahihi kiwanja hicho kuwa sehemu ya mirathi husika. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, umgogoro mara ya kwanza mimi niliwaita ofisini mpaka pale ambapo wamekuja kulalamika kwako, mimi nilikuwa naendelea nao ofisini. Nilikuwa nimeshaitisha kikao kimoja, na ni dhahiri wako hapa, kama watanikatalia waseme, lakini upande wa mama walikataa kwa asilimia mia moja kuwatambua Lydia na Joel kama watoto wa marehemu. Haya nayo anayotoa hiyo maelekezo halali ya mkuu wa mkoa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 Na kwa sababu hapa nina mama mtu mzima Mama Happiness. Kwa mamlaka hayo niliyo nayo namsamehe, kwa sababu cheti cha ndoa kinaonyesha mashaka makubwa ya fojali, na kwa sababu nikiamsha madude michakato yote inarudi nyuma, vyombo vya dola akiwepo PC, akiwepo Takukulu, lifikisheni mpaka mwisho, na kama mtagundua kuna jinai wachukuliwe hasheria kali ili liwe funzo kwa wengine. Kiwanja namba thelathini na nane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 kutenda uwepo wake na wepesi wake, na nashukuru Mungu hata hivyo. Nashukuru serikali yangu pia na tume yote ambayo imeweza kufanikisha hili jambo kuwa jinsi ambavyo limekuwa na hata mpaka leo hii kuweza kufikia hapa lilipofika. Vyote kwa vyote, naweza nikasema sina mengi ya kuongea zaidi ya kushukuru tena serikali yangu na Mungu wangu. Asanteni sana.